Wewe ulikuwa wapi? Yaani mimi moja, moja kwa moja nilikuwa kuzimu, nimezungukwa na nyoka na walinzi wasiohesabika, yaani wewe huwezi kuhesabu wale walinzi waliokuwa na kulinda. Ndio, alafu nimezungukwa na joka mkubwa hapo kwenye hiyo madhabahu. Ndio, wewe chakula chako ilikuwa ni nini? chakula changu kilikuwa na, ni udongo. Yani mimi naliyekuwa naletea udongo, sio yani, sio mtu. Lile joka ndo lilikuwa linanipa udongo. lile joka ndo lilikuwa linakupa udongo? Ndiyo. na muda wote uko hapo, tangu ukiwa na miaka mitatu? miaka mitatu ndio, huko pale mm-hmm. Ehe, kazi yako kubwa na wewe ilikuwa nini hapo? Yaani, mimi kazi yangu kubwa, cha kwanza, nilikuwa nimefungiwa kule kuzimu, nipo kuzimu lakini kuna sura ilitengenezwa, yani sura yangu ilitengenezwa, ikaja huku duniani. Kwa hiyo huku duniani ile sura, yule mtu mliyokuwa mnamuona, mnamwona, kusudi lake ilikuwa ni kuharibu kanisa. Na alipokuwa anashindwa, yani alipokuwa anashindwa, kwa sababu mimi nilikuwa nimefungwa kwenye ile madhabahu Alipokuwa na anashindwa, mimi ndio napata adhabu kali. Akishindwa kuharibu huku, akishindwa kuvuruga kanisa huku, wewe huko unapata adhabu kali ndio. Umeelewa eti? Hiyo ndio kazi sasa yako. Sasa hawa ni watatu. Mgeukie jirani yako mwambie, vipi wewe, upo wewe, upo. Walikuwa wanatoa sadaka. sadaka gani ili kukuzuia? Sadaka za wa watoto wachanga. Ehe. Sasa wewe uli, nasikia ulikuwa umepanga mpango wa kuja kuharibu mkutano wetu. Ebu paeleze hapo, ilikuwa ilikuwaje? Walitumwa wachawi mia moja ni shule mia sita ili kuharibu kanisa kuharibu mkutano mkutano, na mkutano ukiisha hivi kanisa ndo linafata, lakini tisini na saba amekufa wamebaki watatu. Gia, Yesu! Makofi. Promover TV a home of testimonies.